elekea kwenye mchezo mkubwa lakini before hapa tumekuwa na safari ambayo imeshirikisha watu wengi kidogo uh, kwa maana ya uh, squad team uh, uh, viongozi, mashabiki lakini kundi kubwa pia la waandishi habari. Una ume, umeona body language ipi? Uh, kuna positivity ambayo unaiona kuelekea kwenye, kwenye mchezo huu na kile ambacho tumekutana nacho hapa Morocco ya nadhani unajua kwenye, kwenye michezo hua kuna kitu nakisikia watu wanakizungumza kinaitwa Momentum. Momentum huwa ina inakwenda iki, iki build up inajijenga, kama ambavyo ushai kupika uh, ugali hivi, ama ukiwa unapika uji, unaona unavochemka taratibu taratibu, unachemka mpaka kuna muda unafika una, unataka kumwagika hivi, is the same thing that happens kwenye, uh, kwenye football ama kwenye michezo mingine kwamba, uh, Simba wamefika finali leo lakini momentum imekuwa inajengeka taratibu, inajengeka taratibu mpaka sasa wamefika hapa. Uh, kila mtu anaweza kuwa na ile confident kwamba, bwana, kama tumefika fainali hapa, then tunaweza tukafanya jambo lolote lile, tukabeba tuka kikombe. Kwa hiyo positivity iko na ndio maana uh, labda wewe hukuepo South Africa, mimi nilikuepo kule. Uh, si watu wengi walikwenda South Africa, ni watu wachache, lakini this time around watu wengi sana wamekuja, uh, wamekuja hapa Morocco. Siamini kama wamekuja hapa kwa sababu kuna ndege imetolewa na serikali hapana. Yes, kwa sababu hata hiyo ndege kuna watu wamechangia fedha. Kwa hiyo ni kwa sababu watu wanaamini, there's no way mtu anaweza akachoma dola elfu moja mia mbili kutoka kule Dar es Salaam kuja hapa akiwa hana imani kwamba kuna kitu anaweza kukipata, kwa sababu after all football, ukiondoa kuwalipa wachezaji na wale walioajiriwa kwenye timu hakuna benefit kubwa ambayo tunaipata katika football zaidi ya furaha. Which is why kuna watu wamelipa fedha zao za nauli, wamelipa hoteli, all they need is happiness, na mwanzo wa your happiness ni ile imani kwamba bana, kuna kitu kinatokea, kuna kitu kinatokea. Kama unakumbuka the last time ambapo timu ya Tanzania ilifika kwenye hatua kama hii, It was the same thing. Uh, momentum ambayo ilijengwa kwenye mchezo wa ugenini dhidi ya Club Africain. Ndiyo momentum ambayo ilikwenda all the way mpaka kwenye hatua ya, ya, ya fainali na ilibak kidogo tu uh, maybe tungeweza kuwa na historia ya klabu ya Tanzania uh, kutoa kutoa ubingwa. Kwa hiyo kulingana na ulichouliza, momentum ipo na morali ya watu spirit, uh, wachezaji na bench la ufundi, it is because wanaamini kwamba kuna kitu kinakwenda kutokea. Kinaweza kisitokee, lakini as we speak, ile imani ipo kwamba kuna kitu kinaweza kutokea, so uh, tunalazimika kuamini kwamba maybe huu ni mwaka hatimaye, imefika zamu ya Tanzania kufurahia triumph kwenye michuano ya Afrika ambayo kwa level yetu tumefika finali, and there's every reason to believe kwamba klabu ya Tanzania ambayo kwa this time around ni Simba inaweza kufanya vizuri na kurudi nyumbani na kombe.